Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesikitika kutangaza kifo cha muasisi wa chama na mwenyekiti wa kwanza wa chama hicho, Mzee Edwin Mtei. Mzee Mtei amefariki usiku wa kuamkia leo Januari 20, 2026 nyumbani kwake Tengeru mkoani Arusha, ikiwa ni siku moja kabla ya chama hakijaadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwake ambapo Januari 21, 1993, Mzee Mtei alikabidhiwa cheti cha usajili wa CHADEMA. Chama kimeeleza kuwa, taarifa zaidi za taratibu za maombolezo, kuaga mwili wa mazishi kitazitoa hapo baadaye. Hii leo chama kinatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera za chama zitapepea nusu mlingoti. Amepigana vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Edwin Mtei mahala pema peponi, wameandika Chadema kupitia ukurasa wao wa Instagram. Wakati huo huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha mzee Edwin Mtei kilichotokea usiku wa Januari 19 jijini Arusha. Kwa niaba ya serikali na jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa niaba yangu binafsi natuma salamu za rambirambi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huo, taarifa hiyo ameandika Rais Samia katika ukurasa wake wa Instagram. Rais Samia amesema atamkumbuka marehemu Mtei kama mmoja wa watumishi na viongozi wenye mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa kwenye eneo la fedha, mipango na uchumi mipango na uchumi aliyedumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania mwaka 1966 hadi mwaka 1974 na kushiriki kuimarisha misingi